Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako mkuu katika maisha yetu. Sante Yesu namna unavyotupenda, sante Yesu namna unavyotujali unavyo na kutulinda. Tunaomba utusamee dhambi zetu na kila aina ya makosa tuliyo nayo. Tunaomba Baba, kwa damu yako takatifu ya thamani utusafishe maeneo yote ambayo tumekosea, maeneo yote ambayo tumeanguka kinyume na mapenzi yako. Tunaomba tunaomba ye Bwana, Bwana ututakase, ye Bwana utuhurumie Damu ya Yesu inenayo mema kuliko ya Habili, iendelee kunena mema kwa ajili ya nafsi zetu, iendelee kunena mema kwa ajili ya fahamu zetu, ili sote tuendelee kuwa hai katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane kutoka maeneo mbalimbali kwa njia hii ya sauti, tuanze rasmi usomaji. Kumbuka ni kitabu cha Yoshua Bin Sila, ile sura ya kumi na saba na sura ya kumi na saba na ya kumi na nane. Bwana alimuumba Adamu katika mavumbi, na hata mavumbi akamrudisha. Akawapa wanadamu usiku kwa idadi, na muhula ulioamriwa akawapa amri juu ya vitu vilivyomo. Akawavika nguvu kama yeye mwenyewe, na kuwafanya kwa mfano wake. Akaitia hofu ya binadamu katika vyote vyenye mwili ili wawatawale wanyama na ndege. Akawajaza maarifa ya hekima na kuwapa kupambanua wema na uovu. Akawafanyizia ulimi na macho na masikio, akawapa moyo wa ufahamu, ili kuwaonyesha adhama ya kazi yake ili wajisifie katika miujiza yake na kukijulisha kicho chake ulimwenguni na kulibidi jina lake takatifu. Aliyaweka mbele yao maarifa, akawapa sheria ya uzima kuwa urithi. Alifanya alifanyana na wateule wake agano la milele, na kuwaonyesha hukumu zake kwa macho yao waliona enzi ya utukufu wake, na kwa masikio yao walisikia sauti yake yenye nguvu. Akawaambia, jiadharini na yasiyo haki, akawapa amri kila mtu juu ya jirani yake. Njia zao nazo zi mbele zake daima, wala hazitafichwa machoni pake. Kwa kila taifa aliamuru mfalme bali Israeli ni kura yake Bwana. Matendo yao ni kama jua mbele zake na mawazo yao ni dhahiri kwake. Kwake makosa yao hayakufichika na dhambi zao zote zipo mbele zake. Walakini kwake yeye sadaka za mtu ni kama pete ya muhuri. Naye ataweka akiba ukarimu wa mwanadamu kama mboni ya jicho. Hatimaye atatokea na kuwapa thawabu, naye atawalipa waovu wa, wa uovu wa wao juu ya vichwa vyao. Hata hivyo huwajalia wale watubuo kurudi na wao wanaopotewa na saburi wafariji. Basi, umrudie Bwana na kuacha dhambi. Omba dua yako mbele za uso wake na kupunguza kikwazo. Umgeukie tena yeye aliye juu, uyageugeue maovu, uyakirihi yaliyo machukizo. Yaani, Mungu anayo ridhaa gani kwako kwao wanaopotea? Ila kwao wanaoishi na kumtolea shukurani. Shukurani hukoma kutoka kwa wafu kama kutoka kwake yeye asiyekuwapo, bali mwenye uzima na afya atamhimidi Bwana. Ee ajabu ya wingi wa rehema za Bwana na ya masamaha yake kwao wanaomgeukia sivyo ilivyo kwa wanadamu, wala wazo lake si mawazo yao. Nini ing'aapo kuliko jua? Ila lafifia, kadhalika yule asiyezuia tamaa. Mungu huwahukumu majeshi ya mbinguni, na wanadamu wote ni mavumbi na majivu. Sura ya kumi na nane. Yeye yeah, yeah, anayeishi milele ameviumba vitu vyote. Pia Bwana peke yake atahesabiwa kuwa yu haki. Hakumjalia mtu yoyote kuzieleza kazi zake, naye yu nani awezaye kuyakagua matendo yake makuu? Nani atakaye uhubiri uwezo wa dhama yake? Naye yu nani atakaye tangaza jumla ya rehema zake? haiwezekani kuyapunguza wala kuyaongeza wala kuyachunguza mambo ya ajabu ya Bwana. Wala mtu atakapokwisha huwa ndiyo mwanzo tu, naye pale atakapokoma, ndipo atakapoingiwa na shaka. Mwanadamu ni kitu gani? Anafaa wapi? jema lake lipi, na baya lake lipi? Jumla ya siku zake haizidi miaka mia kama tone la maji litokalo baharini, mfano wa mbwe iliyokotwa ufuoni, ndiyo miaka hata baba hata haba katika umilele. Kwa sababu hiyo Bwana alikuwa mvumilivu kwao, akawakirimia wingi wa rehema zake. Aliona akaufahamu mwisho wao, ya kuwa ni mbaya, kwa hiyo akawaongezea msamaha yake. Rehema ya mwanadamu huwa juu ya jirani yake, bali rehema za Bwana zi juu ya wote wenye mwili. Wakemea na kuwaelimisha na kuwafundisha warudisha mfano wa mchungaji na kondoo zake. Warehemu wale wakubalio kuelimishwa, wazitafutao hukumu zake kwa bidii. Katika fadhili zako usitie hitilafu wala kijicho katika upaji wako. Umande hupunguza hari ya kaskazini, nalo neno lao huwa zuri kuliko zawadi. Neno la hisani huongeza zawadi, na yote mawili yana mtu wa fadhili. Mpumbavu atashutumu bila ustaivu, na kipawa cha bahili hushusha macho. Mwanangu, ujifunze elimu kabla ya kunena ujitunze afya yako kabla ya kuugua. Kabla hujahukumiwa ujihakikishie roho yako, nawe utaona masamaha wakati wa kujiliwa. Ujinyenyekeshe kabla ya kuugua, na endapo umetenda dhambi onyesha toba. Neno lolote lisikuzuie hata usiondoe nadhiri yako kwa majira yake wala usingoje wewe mpaka kufa kuhesabiwa kuwa una haki. Kabla ya kuweka nadhiri ujiweke tayari, wala usiwe kama mtu amjaribuye Mungu. Uitafakari ghadhabu ya siku za mwisho na wakati wa kisasi atakapogeuzia mbali uso wako. Wakati wa shibe kumbuka wakati wa njaa, na siku za utajiri fikiri umaskini na uhitaji. Tangu asubuhi hata jioni, na wakati umebadilika, na mambo yote yanakwenda kasi mbele za Bwana. Mwenye hekima utanadhari katika yote na panapo nafasi ya kutenda dhambi ajitahadhari. Na manza kila mtu wa ufahamu hutambua hekima, naye atamshukuru yeye aliyeviumba. Pia wale waliokuwa waelekevu wa maneno walioonekana wenyewe kuwa wataalamu wakakupua mithali za kufaa. Usizifuate tamaa za roho yako, bali uzijuilie uchu wake. Endapo utaipa roho yako ruhusa ya kudhihirisha tamaa zake kwa wingi, itakufanyia Mtakufanya mzaa kwa adui zako. Usichangamane katika wingi wa anasa, usije ukapata umasikini maradufu. Usifilisike kwa kula karama karamu za matope, maadamu huna kitu cha mali mfukoni mwako.